Endelea eh, tu na safari yako. Kweli mama? Eh, niko vizuri tu mwanangu. Endelea tu na safari hmm, eh, so, yako <laughs> <laughs> ndio shao. Mara, uniam. Sijambo jambo kabisa. Eh, wapi sasa huko? Huko unaelekea mtaani kidogo kunyoshanyosha miguu. Sasa unajua uchovu nao muda mwingine. Eh. Mtumbua huyo. Mama huyo yupo? Eh, mama yupo <gary> ndani. Nitie mara moja. Eh. Acha kuniangalia huyo Sasa, mimi naondoka mama, haya <laughs> Oh, nenda katembee lakini usichelewe kurudi, wanangu. Haya, habari habari nzuri. Sijoza kwako mimi, namshukuru Mungu. Karibu sana. Asante. Mbona karibu za haraka haraka hizo? Mbona nipe hata kiti au mkeka, nikae chini tuzungumze, mzee zuri. Mbona mimi sina muda wa kuzungumza wakutandika mkaa kuzungumza na mtu? Nina kazi zangu kibao ndani ninazofanya, haya niache tena nije kukaa hapa nizungumze nipoteze muda wangu? Jambo langu lile lile ulichokuleta kipindi kile. Sasa tume tumekuwa watu wazima. Tuyazungumze vizuri na watoto. Watoto wakubwa. Leo na watoto wakubwa. Kae tujenge familia. Wewe mke ni wewe mume bora. Eh? Yeah. <laughs> Na kiume mume bora. Kimume na kwa, mpia, kwa pia. Taongea na Mungu. Miaka miwili kwa ya kwangu ya kuishi ya umri wangu wa uzee kupewa wewe. Mimi baki na robo tu. Ukana imeshafuraha. Basi. Mke wangu. Mimi ndio mume wako na yule ni mtoto wetu. Sasa nilichokiamua mimi kuanzia leo, tutaishi kwenye mji huu na yule mtoto wetu atabaki kule kule, kwa kuwa amesha kuwa mtu mzima na ajitambua. Hawezi kuendelea kuikalesha roho yangu, hivyo na leo unachokiongea kweli. Yule ni mtoto wa kike, sio mtoto wa kiume. Haya, unajua kitakachoendelea baada ya hapo. Ninachokikataa mimi, sitaki tuishi naye nyumba moja. Na wala nilivyokuambia hivyo, simaanishi kwamba tumemtenga. Bado atabaki kuwa kwenye himaya yetu. Uangalizi utakuwa pale pale. Sasa umeongea vizuri tu kwa kuwa wewe ni baba wa familia. Haya maneno nakwambia tena kwa mara nyingine. Tumehamia huku. Yeye yupo kule. Inatakiwa uwe unaenda kule. Unamfahamisha haya maneno unayonifahamisha kwa sababu ni mwanao. Fuata nilichokwambia. Na lingine, kabla hujaondoka, Yule ushasema ni mtoto. Kule ni kwao na hapa ni kwao. Kwa hiyo muda wowote akijisikia akija, mimi siwezi kumfukuza. Mimi ni mama. Nenda kubonye wewe maana hamu mtu yansu mwana wagi uo ni mutima muvi. Unachokiongea unakielewa au unajua kuongea tu? Mimi watoto wangu ni wakorofi na wewe watoto wako ni wakorofi, halafu waje kukaa hapa kwenye mji wangu. Unatafuta vita ila kina urusi, au sio? Tutaishi vizuri kweli hapa? Jitambue kwanza, mzimzima mzee. Kwa hiyo unachokiongea sio kama umefikiria kwa kina. Hakuna lingine, ni hilo hilo hilo hilo, tira tu nilipigilia misumari. Ndio, watoto wako nawafahamu na mimi wangu pia nawafahamu. Hawa watu wanatuliza chini hao tunapa mifumo ya kuishi. Hatusumbui kichwa hawa sisi. Hena napita. Subiri b nikupe jibu lako. Niache nijifikirie, nitakutafuta nitakuletea jibu lako kwa sasa hivi na kazi zangu ndaniache, nikafanye kazi zangu. Imo. <laughs> Sawa. Malkia, hakuna nakupinga kwenye nchi yangu kwanza hapa. Tarauti. Na mimi ndo baba Mi <coughs> ndo baba jioni hapa niko hapa, imeisha mama. Mtu yuko hapa, mwana kipipi yuko hapa, we bwana we kipunje yuko hapa ndoa Vipi? Umezimika na swaga nikitupia na aka lia unyama unyamwezi. Yani, laiti kama ungenikuta nyumbani nilikuwa na kutandika makofi, nilikuwa na kutandika mitama leo mpuzi wewe fanya kama najikuna, alafu nikuashie moto. Unasemaje? washambenga la kiume! Yaani wewe mimi, ni wakunishindisha njaa na kunilaza njaa. Chakula kimetunzwa toka jana mchana na kusubiria wewe, ujaonekana. Unajua kabisa utaratibu wa nyumbani kwetu pale, huwa tunapika lakamoja, inapigwa two in one, lanchi na dina. Kwa nini umeumia? kwa nini umeteseka? Kwani umekufa kufa? unaweza mm. ukaniambia umelala. mm. Umelala wapi? Acha ujinga, bwaga. mm. Unaninyoshea kwa mdomo, hauna mikono? mm -mm. Nimelala kule kwa marafiki zangu kule Mala. Jana usiku ndio mgambo lililia kwa jirani kule, nani alikuwa anaozesha mtoto wake nili na nilimchina nikaona. mm. mwaga mzee wa maselebu selebu, mimi nimeakata zangu mauno yenye sketi, nimeamwaga kuja kushtuka. mm. si nikogopa kutembea usiku, nikaona. mm. nipo nikifanya mchezo vijana aovyo, naweza akanishenyenta bila shaka. salamu zangu umezipata? Ndio mama jumba wako, nilipata lakini nilishindwa kutokea kwa jana ile ile, kwa sababu kuna mitikasi kidogo nilikuwa na yeye ila niliyopata ndo maana nimefika hapa, na najua unafahamu kinachoendelea juu ya mdogo wako Siwa, na umekaa kimya tu kwa babako mkubwa, yani kama hujui kinachoendelea amna. Bimlashi, mimi sina maana hiyo. Sasa mjomba wako hapa hayupo, kaondoka tangia jana, hajulikani kaenda wapi, na yeye ndo anifuatilia ili swala la mtoto wangu Siwa. Sasa hebu niambie mimi nitafanyaje? na kama unavyoona huku kuna tafrani sasa, ni hivi. Utakapozunguka katika mizunguko yako, ukisikia habari yoyote kuhusiana na mjomba wako, naomba uje unifikishie taarifa. Mimi nimekuelewa, ila sema nini Bimdashi, haya isiwe kama ndo nimekufukuza. Unajua fika mimi nakutegemea wewe, ndo mtoto wangu wa kiume, baada ya wewe ni sio. Kwa hiyo uko kwa unapoenda, ukumbuke kurudi na nyumbani. Sawa mama, mimi nimekuelewa. Sawa, kwa kwa na rafiki yangu Jonio nikamwambia, oya Joni, eh, geto lako silipo, tutavumiliana japokwali na kunguni. Nikaona nilale huko huko ili nija asubuhi. Sasa iko hivi, yale mandazi ya asubuhi yote nimekula. Yaani kilichobaki huko ni ule ugali, kwa hiyo wewe nenda kale ule ugali mate. Mr. Burdani hajawahi kula ugali ya asubuhi. Leo chacha, ni huyo huyo Mr. Burdani ni mtu anayejali afya yake na kuizingatia na kila kitu hivyo maintenance, siwezi kula ugali ya asubuhi. Hmm. Sawa, ngoja nikusaidie kitu siunajua, ili sio para ili, ili nitope lakili, kachukua jiko, weka mkaa, koleza, chukua wavu ule tunaochomeaga mahindi weka kwa juu. Mimi nina ule ugali pale pale, chukua kisu, kate kate kate mdogo mdogo, kama mikate. Baada ya hapo, unachukua kikombe cha chai unamimina chai yako na koroga Alafu chukua ule ugali mkate kula. Puzi mkubwa, jamani, tope yalapo kinacho Msumbwani kwa sababu ana mastresi mm? Kwa maana hapo alipo hana akili, hana nywele, alafu pia ana sasampa mm? Mpaka hapa tumesha kamilisha taratibu zote za msiba, lakini kwenye kikipindi kifupi tu cha msiba ambacho nimekuwa na ninyi, nimeona kabisa hamna uelewano katika familia hii. Kwa nini nakuwa hivyo? <laughs> Yani hapo tu niseme kwamba mtu mkubwa na msiba idawa. imesha <laughs> Tuona na wewe kwa jicho la tatu, yani nachokizungumza hicho umepita muremure kabisa. Na tu cha kusema kwa baba mdogo kwamba hao watoto hakika zungumza nao. Mimi si alaiti kama wanavyonifikiria hivyo. Ipo siku utakuta hapa ni wana meno wote ameshaporomoka poromoka ya ileweke cha wakata wengi. Kwa sababu kwenye hii familia tayari bicha baki ni ukaka. Akitoka pale nafuata huyo ni mimi kiepe amuie. Kwa hiyo ndakachokisema hivi kwa hii familia watakiwa watii kama kaka yao. Sasa ongea nao kabla ujaondoka, ili kabisa wanyoke mitali, na uweke kwenye mstari ambao mimi nahitaji. Ikiwa kama mtoto wa kiume kwenye familia niliobakia yani wewe, ukiitaka heshima inabidi kwanza uanze kutuheshimu sisi. Haiwezekani sisi ukawa utuheshimu ukategemea sisi tutakuheshimu. Hatutakuheshimu kamwe. Jamani, yani kabla sijaondoka mlishaanza kelele, mmeanza kuyarudia yale yale ninayoyakataa. Sasa mnisikilize kwa makini, hii tabia iliyokuwepo hapa sitapenda tena ijirudie. Lazima tuishi kwa kuheshimiana, si mdogo, si mkubwa, heshima ifuate mkondo wake na isitoshe, lazima mwe na mipaka ba mdogo. Sisi hapa wote ni watu wazima, uliyoyaongea kila mtu amesikia. Kama ataamua ende tofauti, ni yeye mwenyewe tu, akili zake zinavyomtuma. Unavozidi kuongea ni kama vile unatonga maji kwenye kinu, kwa hiyo bora kama una shughuli zako uende ukaendelee tu kuzifanya babangu. Sawa, lakini nadhani mmenielewa mpaka hapo. Acha mimi niondoke. Lakini sitategemea kuja kusikia tena makelele kama haya siku nyingine. Eh, Wamalagwa baba, huu mtu. Ehe, nimekumbuka. Kabisa sijaondoka kwa kitu nataka kukuambia. Wakati jana naenda msibani, si nikakutana na yule bibi, anayependa kuvaa nguo nyeusi na kilemba cheusi. Anaitwa nani vile? Jasmine. Huyo huyo. Ehe, amekufanya nini? Nimemkuta njiani anagalagala. Si ndio nataka kumsaidia. Nikamwambia mama nishike, nikusaidie. Si ndio akanishika nywele kwa nguvu. Nikamwambia nishike mabega nikusaidie. Akayambea, niache tu mwanangu, tumbo langu ndio lilivyo litapoa, we nenda. Lakini sasa toka jana niachane naye, kichwa kinaniuma na sijielewi. Atakufanya <laughs> kitu chote kibaya, maana yule mbibi sifa zake hapa kijijini ni hatari. na nataka uondoke. Kwani sisi hatuwezi tukakaa chini tukaongelea mambo yetu sisi kifamilia? Emkaa chini hapa wewe, labda la, la, tu hapo. Dadaudoo, mimi nikuulize kitu, kwani kwa alicho kiongea hapa baba tumekielewa eh? Aya, ufitini tena umeanzaje jamani? tayari kikao kimeshaisha, ba mdogo akaishaondoka. Mona nawe ndo umemwambia akaendelea na shughuli zake hasa. Mi nakaa hapa nazungumza nini na wanawake sasa? Ami kafanyafanya vishughuli vyangu, kwa hatuna cha maana cha kuongea. Sikia hapa ndani, shughuli za msiba zimeshaisha, tumebaki wenyewe kama wenyewe, inabidi tufanye maarifa tule, tunafanyaje kuhusu hilo? Na mchana ndo wewe unaingia Aje mimi na kikataga sasa kimsiba gani akina tarambi rabi. Sasa hapa matatizo yote kinge sobu kila bila. Una, unatoa tu macho unauliza ba mdogo amekwa chela kwe mea, utoe hapa watu tufanye maarifa. Wewe ntolo kumbavu wako. Wewe ndio muulizo fanya maarifa tule. Mimi ba mdogo anachela kule ulimuona kaniachia, alafu wewe. <laughs> Basi usiwaze ngoja, na mimi nene kuna mianjo mianjo huko nikafanye maarifa, si najua wanaume <laughs> tumomba mateso kuangaika kwenye kamoni hapo hapo, chapchapu chap, chap, kagaika wenenda huko eh, unakoenda nilu. Ukirudi hapa jua limezama, ukikuta tumeshajifanyia wenyewe maarifa, ujue ni peke yetu takuta kupe kuisha. <laughs> tumekilamba mimi na miguu yake, ningeshangaa msibani nisikuone na leo mpaka jua lizame, hujatia mguu wako hapa naanzaje? Mimi kukosa kuja kwako? Kama unavyonijua mimi, bila wewe sitoboi. Tuachane na mimi, nimekuja hapo kwa kukuuliza jambo. Kama unavyojua, msibani sikuja, kwa hiyo mimi niliishia tu eneo la tukio. Nikodi zangu nyumbani. Mimi ninachojua njia kuelekea malaloni ipo karibu na nyumbani, sasa nashangaa hawakupita. Haya, huyo msafiri kazikiwa wapi? <laughs> Yani unavyoshangaa mwenyewe, vile vile Jana nimetoka msibani, sielewi moja wala mbili. Lakini wakati tuko pale, ndugu wa marehemu wakasimama wakasema kwa kwamba tayari mwili umeshasitiriwa maana walipofika hospitali wakaambia mwili umeharibika sana, kwa hiyo hawawezi wakapewa kurudi nao nyumbani ili waje wasitilia nyumbani. Kwa hiyo marehemu amezikwa ame na siti makubwa. Huyo msafiri azikwe na siti? Ndugu wana ah, kuna kitu kinaendelea hapa, wanakiua eh, kikweli hata sielewi Ila, kwa nini wewe hujafika msibani kama unavyojua mimi henzi za uwai wa msafiri mimi na yeye damu zetu hazijai kuenda kabisa. Nikasema wala siendi msibani. Kila kitu ndakipata kutoka kwako, ndo maana nimekuja hapa. Maana ningeenda msibani, huenda angeamka, angeshangaa, au angenyanyuka, marehemu, akashindwa kuingia kwenye jeneza. <laughs> Sasa wewe marehemu ulikuwa na ugomvi gani naye mpaka usifike msibani, hmm? Unajua kila kitu kwamba malemu wasemu vibaya. Elewa tu kwamba mimi na malemu msafiri damu zetu hazijai kumechi. Ndio maana sikuja. Aya. Mbona leo pamepoa? Au wengine wameenda wapi? Aswa huyo mwenye mpala kama sola. Kenda. Asipokuepo. Oh, napenda sana kumzungumzia. Atie pala lake hapa kama nitakuona. <laughs> Yeye hapa nyumbani kwetu mnataka kujifanya kama vile mnaishi na mtu fulani hivi special mbavu. Mwona babangu kile chuma kile? Kile kiuno anavyo inama, usifikirie kwamba ni uzee. Alienda China yule. Bahati nzuri sasa au mbaya, alitenguliwa kiuno na Jackson mzee mwenzie, ndo mzee mwenzie ndo unamwona vile anainama. Na msinione vile nyumbani pale, natamba naishi na bodi bodyguard. Babangu uko vizuri? kwenye hapa karibu <laughs> kaka, katika vitu ambavyo usijo karudia nikunipa mapigo ya moyo yakimbie kabla ya wa wakati wake ndugu, mm. yangu, e. muone. Mm -hmm. Kama namwogopa na mwogopa na, ila simwogopi sana, mm. upole umebaki. Tua ngoma, tua ngoma <laughs> <laughs> <laughs> mm. eh, mm. sio mwanangu, samahani kwa kukuita hapa. Maana mimi kuna kitu niliongea na dada. Na mimi nikatoka nikaenda kuongea na dadako kipipi. Ila mpaka leo hajaniletea majibu yoyote mwanangu. Hivi mamdogo, ni haya haya au kuna mengine? Maana mimi kwa kumbukumbu zangu kuna muda mama aliniita tuongee. Mwanangu, Nimekuita hapa kuna jambo nataka nikuulize. Maana kila leo mtumwa kwako, Sipati lipati majibu ya usahihi. Hivi huyu mchumba aliyeleta barua hapa nyumbani, Hivi wewe unamfahamu? Kwa jina nilivyolisikia hapa, simfa, na sijui chochote yani, naweza sema tu simjui. Kabla hatujakuweka ndani na mpaka baada ya kutoka, hivi ujae kukutana na mwanaume yoyote hapa kijijini akakutamkia kama anataka kukuoa? Ukiacha wao hapa kijijini, yani hamna mgeni yoyote ambaye ulikutana naye? Kwa kumbukumbu zangu mama, kabla ya kuwekwa ndani walitokea wengi tu, lakini hawakuonyesha nia ya dhati Nami niliwapuuzia, ila baada ya kutoka nilikutana na vijana wawili na, yani kwa mwonekano wao na maongezi walionyesha kama wanahitaji kitu kutoka kwao. Hatukufikia kwenye kutajana majina wala hatukufikia kuja nyumbani. Ni hao tu, hakuna yoyote mwingine. Hili jambo limeshaleta mtafaruku katika familia, yaani baina ya familia yetu na upande wa kwa baba yako yani, yani kuna wakati mpaka, mpaka najuta kwa nini nimezaa Mama, unajitia kunizani? Hapana mwanangu, umenifikiria vibaya. sikuwa, sikuwa Basu, tatu, tatu, na dhamira hiyo kabisa. Si unajua binti yangu navyokupenda? Basi usio mama, yatapita tu sawa. Alafu naye unakuja kuniuliza tena hivyo hivyo, mbona mambo mi naona yanakuwa makubwa tena? Nasikia leo tena mjomba mbombo hajalala ndani Sijui ni haya haya au wana mengine. Hapana mwanangu siwa. Usifike huko. Mimi sijajua kama uliongea na mama yako. Laiti ningejua nisingekuja kukuuliza tena. Na kingine, haya maswala sasa naomba uachie watu wazima waendelee na mambo yao. Sijui umenielewa. Mimi ninachokitaka kwako, uwe na furaha usiwe mnyonge. Eni, mwanangu usikufiche. Natamani hata uwe alioleta barua aje kuchukua barua yake, iondoa hiyo basi. Kama ajulikani, awe hivyo hivyo sijulikani. uh-uh. Huko nafika mbali, kama nilivyokuambia, waachie wenyewe wakubwa watajua wanafanyaje. Acha kuwa mnyonge, nadhani umenielewa. Ulimwenguni tumeumbwa pamoja, la wengine kama mejiumba wenyewe, awangalii kama si kwetu moja, utadhani wataishi milele. Angekwepo mwana Marundi tungejua, ama firauni wa Musa.

olo udaka kuihala leja nayo okupande kamakoye hey. kalemomagikolo ange malongi gashindikana efamiliya hey, jago jine na uzuunii visokolo bako kali walanga ulongii familiya jago